Hello farmers. Karibu tena tuwa page. This is Gidogori Dairy Breeders. Leo tuko na farmers kutoka Babaji, Tanzania. Uh, wameshafika Gidogori, wamepata ng'ombe mzuri. Ningetaka ndugu atuambie experience yake kwa biashara yetu. Dugu tumainie tuma. Asante ah, sana David. Nashukuru sana nimetoka Tanzania na nimefika hapa Gidhunguri Dairy Farm nimeona ng'ombe wazuri sana. Huyu hapa ndiye mshika mwenyewe, nimeshamchagua. Huyu ni binti bado ni heifa au tunasema kule kwetu bado ni mtamba, na utakuwa ni uzao wake wa kwanza. Na nimechukua ng'ombe watatu, na mimi nimefurahi, mazingira ni mazuri ya ufugaji. Tumejifunza mambo mengi, na kwa kweli kama unavyomwona ng'ombe kama huyu hajakamuliwa, lakini ni mpole, anafiga nzuri, kwa ujumla kwa kweli inapendeza sana, na kilimo cha ufugaji wa kisasa kinalipa. Haya, karibuni mtu mwingine atahitaji, mfugaji mwingine atahitaji ng'ombe wazuri wa maziwa wenye mimba, tupo hapa Githunguri, tutembelee, usome na ubebe ng'ombe mzuri, kama ndugu zenu kule Tanzania, ndio tukunze nchi pamoja sa. Thank you very much. safi sana